Naendelea pale tulipoishia kwa Bwana Nyambo. Bwana huyu alikuwepo kando kando ya shule akiendelea na biashara hiyo, wateja zake wakubwa wakiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari ya Moze pamoja na shule ya msingi Mtawa. Inasemekana kuwa Nyambo alijinufaisha sana na biashara hiyo kiasi cha kuweza kununua gari aina ya Mitsubishi na Kenta ambayo ilikuwa ikifanya kazi jijini Dar es Salaam. Pia alikuwa na nyumba mbili jijini humo zote alizipangisha. Hakuwa na uhaba wa kipato, lakini hakuweza kuidharau kazi hii ya kukaanga mihogo. Watafiti wa mambo wanadai kuwa mali hizo alizokuwa nazo wala hakuwa amezipata kwa kukaanga mihogo, bali zilikuwa ni mali za urithi. Alirithi nyumba tatu, moja akauza, ndipo akanunua gari. Si hivyo tu, pamoja na hizo nyumba tatu bado alirithi miradi mbalimbali mbali ya marehemu wazazi wake, ambapo ilikuwa ikimuingizia fedha kedekede, akiwa mtoto wa pekee kwa wazazi wake hao ambao walishatangulia mbele ya haki. Watafiti wa mambo wanaendelea kudai kuwa kutokana na mali alizoachiwa na wazazi wake, hakuwa mtu wa kufanya biashara ya kukaanga mihogo shuleni hapo, ila alifanya shughuli hiyo kwa ajili ya pepo wa ngono aliyemtawala mwilini mwake. Kazi hiyo ilimsaidia sana kutimiza matakwa ya pepo wake wa ngono, kwa kuwa alikuwa na uwezo wa kufanya mapenzi na mwanafunzi yoyote wa kike aliyekuwa akimhitaji. Na wengine walijitongozesha wenyewe kwake kwa ajili kuwapa mapande ya mihogo au vijisenti kidogo. Aliwagelea alivyopenda kuanzia form 1 hadi form 4, na alijisikia raha sana kwa vitendo alivyokuwa akivifanya. Alipita hapa na pale vijijini na kujigamba kuwa yeye ni kidume cha mbegu, yeye ni handsome. Ndio sababu zinazowafanya madenti wajipeleke kwake kama mbwa anayejipeleka kwenye domo la chatu mwenye njaa kali. Mmoja wa wanafunzi wa kike aliyekuwa akisoma shuleni hapo alikuwa ni Justina. Mwaka huu ndio alikuwa akisoma kidato cha kwanza. Leo hii ambapo ilikuwa ni siku ya Jumamosi, yupo nje kwenye kibaraza cha nyumba aliyokuwa amepanga, akiwa ameinama, mawazo tele kichwani. Ilikuwa ni siku ya pili sasa, hakutia chochote tumboni na hakuwa na chochote kile kilichosalia. Fedha ya kujikimu aliyopewa na wazazi wake kipindi alipokuwa likizo iliisha. Alifikiria maisha anayopitia sasa na kuona kusoma katika shule hiyo, aliona ni mengi sana kiasi cha kumkatisha tamaa. Alifikiria bora aache shule na kuangalia ustaarabu mwingine, ingawa alipenda sana kusoma, lakini mazingira yaliyoonyesha dhahiri kumshinda mm. Kama kusoma kwenye ndio hivi, mimi nimeshindwa kabisa, bora niache shule na kuanza maisha mapya, maana njaa inanisumbua kila wakati. Fedha zenyewe baba huwa ananipa kidogo sana, kiasi kwamba hazinifikishi hata mwezi mmoja. Nitavumilia hivi hadi lini? Alijisemea kimoyomoyo, huku akiwa bado ameimana na njaa ikiendelea kumsokota hoya. Vipi sister Justina, mambo? Alisikia sauti ya mtu ikimsalimu. Je, ni nani huyo aliyekuwa akimsalimu Justina na alikuwa na lengo gani? Usikose kufuatilia sehemu ya tatu ya simulizi yetu, pia usisahau kusubscribe chaneli yetu ili kufika lengo la subscriber laki moja.